Mwenso unaitwa Esuvath. Esuvath Daniel. Esuvath, jina limekaa kama sio kibantu, basi sio limekaa yani, kama kimbali ki mbali hivi, maana yake ni nini Esuvath? Okay, jina Esuvath ni na asili ya Kimasai. Mimi ni Mmasai. Wow. Ili jina ni la kutokea Arusha eh. Mm -hmm. Ile jina lina maana ya mtu mtaratibu lakini sio mpole. Nilipewa na babangu, ni jina zuri sana nalipenda. Nina furaha kwamba nimepata nafasi ya kushiriki mashindano ya uandishi wa hadithi fupi msimu wa tatu kutoka Tanzania Fasifund. Um, kikubwa ambacho kinanifanya nione kwamba mashindano ni tofauti, tofauti, um, nimejikuta kwamba ni mtu mwenye umri mdogo katika mashindano mwaka huu mimi ni hadithi yangu ya kwanza kabisa kwao. Niliona lile tangazo na linahusiana li, lina yeah. Mm. na masuala ya Kiswahili, a Kiswahili, nilipata cheti cha mwanafunzi bora kwenye Kiswahili shirika au kama kuna mtu mwingine ambaye nafahamu ana uwezo wa kuandika nitampa lile tangazo, ataandika. Kwa hiyo mm. ni kazi yangu ya mara ya kwanza, ni nzuri, sikujua sijui majaji wameangalia nini, mm. lakini nimefurahi kusema kweli. Kwanza ni kazi ambayo siku, sikuwa na matarajio nayo kwamba itashinda. Mm. Nilisema tu nishiriki kwa sababu ni mtu ambaye huwa anapenda kujaribu vitu vingi. Eh? Yeah. Nikasema ni, ni siko, sikuweka ile nishati yote kwamba nitatarajia nitashinda. Mm. au ile kazi ita Hapana, nisema mm. tu niandike mm. kitakachotokea kitokee kitoke, lakini mm. sikutarajia. Tumeona kuna watu ambao baada ya kutangazwa zawadi kuna vitabu vitachapishwa vya mshindi vya thamani ya milioni moja. Tunaona tu kulitokea mwaka jana kidogo, kuna komenti wengine wakawa nasema kwa nini ila pesa asigawiwe mshindi moja kwa moja akachapisha mwenyewe akajua atafanyaje kuliko kuchapishiwa vitabu. Lakini pia tumeona komenti za wengine kwa shiriki tulimsikia Talilian pia amezungumza kwamba yeye kwake ameona kuchapishiwa vitabu ni jambo zuri zaidi, kwa sababu kutatangaza taaluma yake kuliko ile fedha. Kwa kwako wewe imekaje hiyo? Okay, kwa sababu mimi ni mtu ambaye nalenga soko la kimataifa mm. na sasa hivi teknolojia imeturahisishia maisha, una uwezo wa kuuza vitabu mitandaoni, ukauza Amazon Kindle, ukauza hizo, um, nimesahau platforms zingine, lakini kuna platform nzuri ambazo zinaweza kukupa nafasi kama mwandishi kuuza kazi zako mtandaoni. Kwa hiyo kwa watu kwa waliolalamika kwamba ile pesa labda angepewa mm. labda wangetoa mapendekezo kwamba ile zile kazi zao kama wanaweza kuzitoa mtandaoni zikauzika, zikawapa faida mm. au kama wanahitaji kutolewa hard copy. Hiyo ingetakiwa discussion au mjadala wa wale watu wa wanataka nini mm. Lakini hapa katikati waandishi wa wanapitia vitu vingi, wanatumia muda, wanatumia Ye, yeah. Kwenye kufanya hizo kazi. Kwa hiyo yeah. Matakiwa mfanye research au mfanye utafiti wa watu wao wanahitaji nini hasa, kwa sababu mm. Ile ni kazi ambayo mtu ameamua kufanya peke yake huko aliko wala yani, nyinyi mmeliona mm. Kuwapa kuwatengenezea vitabu, kuchapisha vitabu ndio zawadi nzuri. Yeah, naweza pia mkatoa, mkatengeneza mm namna nzuri ambayo mtakusanya mawazo ya watu mpate mawazo mengi ambayo yatakuwa yanaendana na nini watu wanakihitaji zaidi. Kwako unalionaje tamasha la fasihi la, la Kiswahili mwaka huu elfu mbili na ishirini na tatu tumeona tunasikia mlifanyiwa semina ya muda mfupi kwa nyinyi ambao mmeingia kumi na moja bora, una, una umeonaje mafunzo hayo mliofanyiwa? Okay. Yale mafunzo yalikuwa ni mazuri kwa sababu kwanza tulikuwa tumejuana, tumeweza kutengeneza um, ni network, ye, yeah. Network nzuri. Lakini yale mafunzo pia yalikuwa yametoa nafasi nzuri ya watu kujua namna kutumia mitandao ya kijamii, mm. Ukiachana <laughs> okay, kwamba mimi ni, ni, niseme Gen Z yeah. Kwenye lile kundi. Yeah. Yale mafunzo yamesaidia hata wale watu wengine ambao ni watu wazima mm ku, ku, ku interact au kuwa kwenye mfumo wa masuala ya teknolojia zaidi. Mm. Kwa yalikuwa ni mafunzo mazuri. Yafanyike kwa wakati mwingine, yatafutiwe namna nzuri ya kufanyika au watu wakutane mara moja wajuane. Mm. Mambo ni mengi, itakuwa ni vizuri zaidi. Tarehe 28 tutarajie nini kwako? Tutarajie kwenda kuchukua kabisa ule ushindi, maana ndio ushafika kwenye ushindi wenyewe na um, tutarajie chengine nini cha ziada kwenye masuala yako ya uandishi? Utatuchapishia na vitabu tuanze kukusoma. Um, kwenye upande wa uandishi ili jambo limeni um, ushindi wa hii stori yangu moja, kwanza hadithi mm. yangu ya kwanza mm. imenifanya kwanza nifikiri labda nina kitu ambacho sikifanyi kazi mm. ndani yangu, kwa hiyo mm. nitawaza kutengeneza mazingira mazuri mm. ya kutumia fasihi na uandishi kuleta mabadiliko kwenye jamii mm. Kuandika kwa namna yote weza kwa mashairi mm. au kwa vitabu ambavyo nitauza labda especially ni online. Okay. ya kwa sababu sasa hivi soko kubwa liko yeah. Yeah, liko online. Kwa yule ambaye anatutazama sasa hivi anakuona, so that kwa kumalizia, una nini cha kumwambia mdau wa fasihi, wadau wa Kiswahili eh, kiujumla, lolote ambalo unataka kuambia? Okay, asante sana kwa ile. Ile swali ni nzuri sana mm. um, maendeleo ya fasihi, uandishi wa habari um, mnatokiwa mpeleke nguvu kubwa sana huko chini vioni haya matangazo ya kuandishwa hizi hadithi fupi, mpeleke vyuoni, wanaf, wanafunzi waandike hata kama watashinda mm. Wawe kwenye um, washiriki, muangalie kazi zao kama mna, mnaweza kutengeneza semina hata mara moja kwa mwaka au mara mbili yeah. Muelekeze namna kuandika hii hadithi ili yeah. kuendeleza kukuza kazi za fasihi, kuendeleza kukuza Kiswahili yeah. um, kuwa sehemu ya jamii kwa sababu mabadiliko yanakuja kupitia njia mbalimbali especially, uandishi ni njia ya rahisi ya kufikisha ujumbe na kubadilisha jamii mm -hmm, lakini pia kuhamasisha watu kuwa wasomaji wazuri.